Na hii ni Saa ya Bahari kutoka hapa Ayin Safi. Harakati ya Kiislamu ya Palestina Hamas imelaani shambulio la Israel dhidi ya meli iliyobeba misaada ya kibinadamu kuelekea Gaza na kusema kuwa, kitendo hicho ni uharamia wa baharini na jinai dhidi ya ubinadamu. Hamas imetoa wito wa kuachiliwa huru mara moja wanaharakati wote waliotekwa nyara na kuuwajibisha utawala wa Israel kwa ajili ya usalama wao. Harakati hiyo ya kupigania ukombozi wa Palestina imeutaka Umoja wa Mataifa na mashirika ya kimataifa kulaani uhalifu huo na kuchukua hatua kukomesha mzingiro wa Gaza. Imesisitiza kuwa, kukamatwa na kuzuiwa kwa utoaji wa misaada ya kiishara kwa watu wa Gaza kunajumuisha ugaidi wa serikali uliopangwa, ukiukwaji wa wazi wa sheria za kimataifa, na shambulio la kujitolea la kiraia linaloendeshwa na nia ya kibinadamu. Wanajeshi wa utawala wa Israel wamewateka nyara wanaharakati waliokuwa ndani ya meli ya misaada ya kibinadamu inayoitwa Madleen iliyokuwa ikielekea Gaza, Jumapili usiku. Huku hayo yakiarifiwa, mpango mkubwa unaohusisha wafanyakazi wa kujitolea kutoka Afrika Kaskazini unajiandaa kuelekea Palestina kupitia Misri, kwa lengo la kuvunja mzingiro wa Israel dhidi ya Gaza na kutoa msaada muhimu wa kibinadamu kwa watu wa Gaza. Maelfu ya watu wanaojitolea kutoka Moroko Algeria, Tunisia, Libya na Misri wanajipanga kukabiliana na mzingiro wa Israel, ambao umezuia kwa kiasi kikubwa upatikanaji wa bidhaa muhimu kwa watu wa Gaza. Usiache kulike na kusubscribe. Hii ni Saa ya Bahari kutoka hapa Ayin Safi.